Nchini DRC, maswali yameendelea kuibuka kuhusu mahali aliko waziri mkuu wa zamani Matata Ponyo, ambaye Mei 20 alihukumiwa kifungo cha miaka kumi jela pamoja na kazi nguvu na mahakama ya kikatiba baada ya kukutwa na hatia ya matumizi mabaya ya fedha za umma. Katibu mkuu wa chama chake, Franklin Tshiamala, amesema kiongozi huyo hapatikani tena kwenye simu zake alikoripotiwa kuwa jijini Kinshasa wiki iliyopita tulijaribu kumtafuta katika magereza ambapo pengine angeweza kuwa hatukumpata tuliamua kutaarifu umma ili kuomba yeyote mwenye taarifa atuambie tunawasiliana na familia yake ambayo pia ina wasiwasi tuna hofu kubwa kwa kweli tunataka kujua aliko ingekuwa vema kwetu kama mamlaka ambazo ziko katika nafasi nzuri zaidi kutuambia Matata Ponyo yuko wapi sasa hivi ni sauti so yake Franklin Tshiamala, katibu mkuu wa chama cha aliyekuwa waziri mkuu wa DRC Matata Ponyo.